makofi mazuri kwa bwana yesu Amen. Amen. Amen. naomba tukae watumishi wa mungu nikupongeze na kukutia moyo uliyepata nafasi ya kuingia nyumbani mwa bwana leo mungu akubariki sana na karibu sana uweponi mwa bwana tunaendelea na maombi yetu mfululizo wa maombi asubuhi na jioni tunaombea ndoa familia na vijana pia kwa hiyo ninakukaribisha sana wewe uliyepata neema ya kuingia nyumbani mwa Bwana katika mfululizo wa somo letu. Tulianza na kipengele kimojawapo au mfululizo wa maombi, kipengele kimojawapo kinasema kuu maombi juu ya uwezo wa kushindana na hali inayopita katika ndoa au katika familia. Kuna hali na inapita kwa hiyo tunafanya maombi ya kushindana na hali inayopita. Sasa tukaanza kuziangalia hali zinazopita. Hali mojawapo inayopita tukasema ni hasira na chuki. Kwa hiyo tukajifunza jana kwa habari hasira na chuki kwa sehemu kidogo, ili kuona namna gani vinaweza kuathiri. kwa hasira ni mwema kuliko shujaa asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na aitawalae roho yake kuliko mtu atekae mji. Kwa hiyo Biblia inatufundisha hapa, nguvu za mtu ni zile ambazo ziko ndani yake, kushindana na mambo yaliyo ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mtu ambaye anaweza akaizuia hasira, Mungu anamtambua huyo mtu kwamba ni shujaa, na anafafanua anasema, ni mwema kuliko shujaa. Lakini anafafanua zaidi, mtu mwenye uwezo wa kutawala roho yake, huyo mtu ni mtu mwenye nguvu kuliko mtu mwenye uwezo wa kuteka mji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini Mungu anazungumza habari hii? Kwa sababu familia na ndoa zetu zinatutegemea sana na tunategemeana sana, kwa hiyo tuna nafasi ya kuharibu nyumba kwa hasira na uchungu wa siku moja. Miongoni mwa mambo ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji hatamani kuviona ni ndoa za washarika kuvunjika, kuvunjika kwa uchungu, kuvunjika kwa hasira, kuvunjika kwa jambo la mara moja mara mbili. Tunachotamani, ah -ah, ni kwamba kile ambacho kimefungwa kwenye madhabahu hii, kilichofungwa na Bwana, ndoa iliyofungwa na Bwana kwenye madhabahu hii iishi milele katika jina la Yesu. Kwa hiyo katika kitabu tulichokisoma cha Mithali kumi na sita, anajaribu kuweka msingi mzito kwenye eneo hilo. Kuna namna mtu unaweza ukakasirika, lakini chunga, kwa sababu kuna maisha kesho, kuna jambo jingine kesho, kuna wema mwingine kesho, kuna mambo mazuri kesho, lakini mpaka umekana huyo mtu kuna wema mwingi mpaka mkawa pamoja. Kwa hiyo kuna mjumbe mmoja anaitwa hasira, atakapopita hakikisha anapita peke yake, anakuacha salama katika jina la Yesu. Kitabu cha Mithali sura ya 25 mstari wa 28, Mithali 25 28 anasema asiyetawara roho yake ni mfanyo mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Unaweza usielewe sana ukiwa Tanzania kwa namna tulivyo, lakini unaweza ukaelewa vizuri. Miaka ile ya zamani, kila miji ilikuwa inajenga kuta kujikinga na adui. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unajengwa ukuta kiasi kwamba adui mpaka aingie anatakiwa abomoe huo ukuta, na ukuta ulikuwa ni mnene mzito, umezunguka mji mzima, na hiyo ndo inakuwa usalama wa huo mji, kwamba mashambulizi hayatakuwa rahisi. Ndio maana utagundua Nehemia anaangaika, anaambiwa na mji umebomolewa na malango yake anapata shida na anamwomba Mungu maombi magumu sana na ni habari ya Nehemia, karibia sura zote anaelezea jinsi ya kupambana na namna alivyoenda kuujenga ule ukuta. Kitabu karibia chote na vita aliyokutana nayo kutoka kwa kina Sanbalati. Wana wa Israeli wamefika mahali ukuta umewazingira, hawawezi kupenya wakaenda kumwomba Mungu, wakapiga makelele, Yeriko ikashuka. Kwao wanafananisha wanafananisha roho ya mtu asiyekuwa na uwezo wa kutawala mtu aliyekosa uwezo wa kuitawala roho yake kwa maana mtu anaweza akalipuka saa yoyote, akakasirika saa yoyote, akachukia wakati wowote, na chukizo lake likawa halina kikomo. Huyo mtu ni mji uliobomolewa usiokuwa na kuta, maana yake hawezi kufika mahali popote. Jina la Bwana liibarikiwe. Na familia nyingi na ndoa nyingi Jambo hili linatesa wengi, kwa sababu mpaka ndoa inakufa ziko sababu nyingi, mpaka familia zinaachana ziko sababu nyingi sana, ziko sababu nyingi sana, zipo nyingi, lakini miongoni mwa sababu ni hizi hapa. Huwa naogopa sana kutoa mifano kwa sababu kama mtu ataisikia mahali anaweza kasema, anamsema yeye. Bwana Yesu asifiwe! Lakini huwa napenda niitumie katika kufundisha. Ili usuluhishe ndoa unahitaji sifa kubwa muhimu, muhimu sana. Ni moja, wote wakukubali na wakuamini, wawe tayari kukupokea. Bwana Yesu asifiwe! Yaani hiyo ni sifa muhimu sana, kwa sababu ukikosa hiyo sifa, sio kwamba utasuluhisha, ila utachochea ivunjike zaidi. Bwana asifiwe. Kwa sababu mmoja atasema, kwa hiyo umeenda kutoa siri nje, kwa hiyo umeenda kutushtaki, kwa hiyo umeenda. Na ndio maana ukiwa kwenye familia usikubali mkose mtu wa kiroho juu yenu mwenye nguvu kwa mwanaume na kwa mwanamke, msijaribu kukosa. Bwana Yesu asifiwe na wale wanaojitahidi kutafuta wasimamizi wa ndoa, msimamizi ambaye ana nafasi kwenye moyo wako, kwa sababu ili mtu akusikilize, sio kwa sababu ya cheo chake, ni kwa sababu ya nafasi uliompa wewe moyoni. Kwa hiyo ukimpa mtu nafasi moyoni, ana nafasi ya kukushauri na kukuambia chochote. Akikosa hizo credentials, hawezi kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mazingira ambayo unakutana mwanaume akiwa hayuko kwenye hiyo nafasi, usijaribu kwenda kushauri. Kaa pembeni, mumlilie Mungu mpaka moyo wa yule baba ushuke, la sivyo unaharibu kila kitu. jana kwamba hasira ina tabia ya kujipambania yenyewe na kutafuta marafiki zake walikuwa wapi, na kuwaita na wale wasio marafiki zake nawafukuza. Hasira rafiki yake wa kwanza ni jambo uliowahi kumkwaza jana. Hasira rafiki wake wa pili ni mambo uliowahi kumuumiza mwaka juzi. Hasira jambo lake rafiki yake wa tatu ni mambo uliowahi kutokea mwaka gani. Yote yanakusanyika yanakaa sehemu moja kama ukoo kwenye kili ya mtu, kwanza kujadili kwa hiyo unagundua kiwango cha ubaya kinazidi kuwa kikubwa kwa watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa kila mkizungumza, unagundua mtu ana reference kwamba na hata mwaka juzi, ana reference, unakumbuka hata lile jambo, ana reference hata lile. Lakini kumbuka walikuwa ni watu wenye amani, lakini hasira ya siku moja ikakusanya marafiki zake wote, akina hasira ndo nikajifunza kumbe, kwenye akili ya mtu kuna ukoo wa hasira pia. Jina la Bwana libarikiwe, haleluya. Kwa sababu hiyo, unagundua jambo lililojitokeza lilipita nao kwa muda wa miaka ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tulichokubaliana ni kukubali kwamba hii surprise lilikuwa kosa kwa sababu ya kuto kusema, kwa sababu utaratibu wa kawaida tuwasiliane, tusameheane. Kutoka leo, kosa likitokea tena, liwe ni kosa jipya ambalo halina rafiki. Jina la Bwana libarikiwe. Wakipishana kidogo, ukimwambia ilikuwaje, ni sababu ndogo, ili akuthibitishie kwamba ni kubwa, anarudisha na la nyuma. Una aa nilisema tusililivute lile, tubaki na la leo. Tumefanya mazoezi mara mbili mara tatu katika matukio yanayofanana, na Mungu akawapa neema, ndoa imesimama, inaendelea vyema mpaka leo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sasa Hasira ikishakomaa huwa inabadilika inakuja kitu kinaitwa hila. Tutakuwa na maombi ya dakika kadhaa hapo baadaye kufuta hila katika ndoa. Tunasogea kipengele hicho kingine kidogo, kufuta hila katika ndoa. Hila ni nini? Nilisema kwa waliokuwepo jana, nikasema hila ni matokeo ya chuki iliyodumu kwa muda mrefu. Chuki ikidumu muda mrefu hubadilika na kuwa hila. Hila tafsiri yake, hila ni manuizo ya kutaka mabaya yampate mtu aliyekuumiza. Ndoa za Wakristo zinaweza zikawa kwenye tabu kama kila mmoja ana hila juu ya mwenzake. Hila ni matamko ya moyoni ya kutaka mwingine mabaya yampate, na ndio maana tunatamani tuombee ndoa za vijana, ili neema ya Mungu iwe juu yao katika jina la Yesu. Ndoa zidumu katika jina la Yesu, familia zidumu katika jina la Yesu kwa sababu hila ikishazaliwa kwa watu wanaoishi pamoja, kwa watu wa nyumba moja, kwa watu wa eneo moja, kutakuwa ni kazi sana kumwondoa shetani hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baba mmoja amemsumbua sana mke wake kwa muda mrefu, mahali fulani hivi, msumbua kwa muda mrefu kidogo, amemsumbua kweli ikabidi na sisi tuombe maombi ya hilo. Sasa Mungu, ebu mtie ugonjwa huyu apumzike. Ni msumbufu sana. Bwana Yesu asifiwe. Akagongwa ugonjwa mmoja hivi akalazwa hospitalini, karibia siku saba. Alikuwa mpole, na akaanza ndo kwa mara ya kwanza anamsifia na kumpongeza mke wake nasfpogezkewk yani, hakuna kama wewe, oh, na wale wamenikimbia yani, jamani yani, ndo angalau moyo wake ukarudi Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Mithali sura ya ishirini na sita mstari wa 24 anasema hivi, achukiae huficha chuki kwa midomo yake naye huweka akiba ya hila moyoni mwake, akiba ya hila moyoni mwake, kwamba huyu mtu anapokuwa ana hila tafsiri yake anabadilisha sura na mwonekano mbele yako kwamba ni mtu wa kufaa, na hana shida na ubaya uliomfanyia pia hakuna tatizo, lakini ndani amekubebea hila ya kutisha. Kwa nini? Kwa sababu ameamua kuificha chuki, ili ile chuki ibaki moyoni kule, itafsiri maisha yenu kwa hila. Hila katika ndoa ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunajitahidi, tunapaswa tujitahidi kwamba hata kama tumeumizwa kiasi gani, lakini tushindane na hila, isipate nafasi ndani. Jina la Bwana libarikiwe, isipate nafasi ndani Tunapopata changamoto ndio tunapishana, ndio, lakini hila isitengenezeke moyoni. Na ndio maana kusamehe ni muhimu, kwa sababu unapokosa uwezo wa kusamehe na kuachilia, huwa unatengeneza kitu kingine kinachoitwa hila. Mithali ile sura ya ishirini na sita mstari wa ishirini na sita anasema, ingawa chuki hufunikizwa kwa hila, uovu wake hudhihirika mbele ya kusanyiko. Ingawa chuki hufunikizwa kwa hila, maana yake chuki unaifunikafunika inafunikwa funikwa inatengenezewa mazingira inafichwa, kwa kuyatafsiri mahusiano yenu katika hila. Watumishi wa Mungu, neema ya Mungu iwe juu ya familia zetu katika jina la Yesu. Shetani anaopareti rahisi mno. Shetani anafanya kazi kwa njia rahisi sana kwenye familia, na ndo maana kila eneo maali, tuna ndoa dhaifu kila mahali, tuna familia dhaifu. Mungu atupe neema katika jina la Yesu. Mungu atupe neema katika jina la Yesu. Watu wameingia gharama kufunga ndoa, wamejitoa, wamejituma, uhusiano unatengenezwa kwa gharama. Gharama mojawapo ndio ile, anasema mtu mwenye uwezo wa kuizuia roho yake, kwa sababu hata uchukie na uchukie, Mungu akupe neema ya kushindana, kwa sababu huyo ni mke wako, ni mume wako na mimi waga naliuliza sometime wanaume, sijui kiburi tunakitoa wapi? Miongoni mwa watu wadhaifu sana tulioumbwa na Mungu ni sisi wanaume, kwa sababu mwanaume pamoja na nguvu nyingi, lakini hana uwezo wa kukaa peke yake, hata wiki hana. Bwana Yesu asifiwe! Yaani mwanaume akiwa anaishi peke yake ni kama mtu aliyejitolea ni mtu anayejitolea kupita kawaida, lakini kumbe tu yuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe! Kwa nini? Kwa sababu jinsi ya tulivyoumbwa na Mungu, Mungu alishaona sisi uwezo wa kukaa peke yetu hatuna. Jina la Bwana libarikiwe hasa ndo mtu anasumbua mke wake, anasumbua we, anasumbua unamtazama, unamwangalia, unasema tu mungu tusamehe tu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unamwangalia, kwa sababu nguvu ya mwanaume iko kwenye maeneo mawili, ya kwanza ni mke wake, ya pili ni mama yake, kwa sababu baba yake mwenyewe yuko na mambo hayo hayo, ana shida hizo hizo mbili jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa nawafundisha wale vijana tunaowalea kwenye ndoa na mahusiano, huwa tunawambia hivi, hakikisha mama mkwe ni rafiki yako kama inawezekana. Bwana asifiwe, namwambia tu, fanya mazoezi, hakikisha mama mkwe ni rafiki yako kama inawezekana. Kama ni kisirani, basi ndio bahati mbaya hivi. Kwa nini? Kwa sababu ndio mtu pekee mwenye madhara makubwa kwenye ndoa yako Nandumana, na ndio maana nawatiaga moyo wako, jamani, msikae sana kwenye familia za watoto wenu, isipokuwa mna matatizo tu basi. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ukishatokea huo utata, moyo wa mwanaume unakosa maamuzi yenye nguvu. Kwa nini? Kwa sababu anamtegemea mama na mtegemea mke Mwanaume akikosa mama wa kumsaidia, akakosa mwanamke wa kumsaidia, akikosa mwanamke wa kumsaidia, mwanaume akikosa kabisa, anaweza kawa mtu kama aliyechanganyikiwa hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Ndo maana wanahitaji faraja ya karibu, wale ambao na tuko kwenye maeneo tofauti tuko kwenye wakati tofauti, tunapoombea familia na ndoa, na sisi tunazungumza na wale walioko kwenye ndoa. Sasa tunawaombea hiyo neema ya kwamba Mungu awape neema ya kuishinda hila katika jina la Yesu kila mtu amepitia wa wakati mgumu kwa wakati wake kila mtu amepitia changamoto ya ndoa kwa wakati wake lakini tunaowaombea sasa ni walioko kwenye ndoa mungu awape neema hila isipate nafasi katika jina la yesu bwana yesu apewe sifa tumalizie kile kitabu cha mithali sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini anasema hivi kumi na mbili ishirini hila imo moyoni mwao wafikirio uovu bali wafanyao shauri ya amani kwao kuna furaha. Hila imo moyoni mwao wafikirio uovu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame, tunaomba hii neema mbele za Mungu, neema ya kufuta hila moyoni, lile nuizo baya ambalo limewekwa moyoni tunaomba neema mbele za Mungu ya kuiondoa hiyo hila moyoni. Niliongea na wazee mahali fulani, nikasema umri umeenda, unatakiwa uende mbinguni. Huna sababu ya kuweka watu moyoni waliokukosea miaka iliyopita. Jina la Bwana libarikiwe. Huna sababu ya kuwakamata. Kinachokutesa ni kwa sababu unakumbuka kinachokuumiza ni kwa sababu unakumbuka. Ukipewa neema ya kusahau, una nafasi ya kuendelea mbele vizuri sana, na ukaurithi uzima wa milele. kwa hiyo kilichobaki, kinachobaki kukutesa ni ile kumbukumbu kumbu. Kwa sababu kuna watu hawana madhara tena mbele yako, lakini kumbukumbu kumbu yako ya yale mabaya waliokutendea ndio inayokusumbua. Mungu akupe neema ya kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba hili ombi hatuombi kwa ajili yetu, tunaomba kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya familia ile. Naweza usiwe wewe. Mwombee kijana yule, mwombee mtumishi yule, ombea ndoa ile, ombea hii hali hii yi, hila ikose nafasi. Sema, e Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na rehema zako, katika jina la Yesu. E Bwana, ile hila iliyoko moyoni tunaiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ile chuki iliyotunzwa, ile hasira iliyotunzwa, ule ubaya uliotunzwa kwenye moyo, ule ubaya umekusudia kuharibu hatima njema, e Bwana, e Bwana, basi toka kwa damu ya Yesu, toweka kwa damu ya Yesu, toweka kwa damu ya Yesu, toweka, toweka, toweka, toweka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hiyo hila kwenye mioyo ya washarika, hiyo hila kwenye mioyo sharika tunaiondoa, tunaiondoa, tunaiondoa, tunaiondoa, tuna kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hila toka, hila toeka, hila toweka, hila Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mahala pa kazi, mahala pa kazi. Hila inayotembea hapo kazini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaifuta kwa damu ya Yesu, tunaifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, inafuta hila. Damu ya Yesu inafuta hila, damu ya Yesu inafuta hila, damu ya Yesu inafuta hila, damu ya Yesu inafuta hila, damu ya Yesu inafuta hila, damu ya Yesu inafuta hila. Hila inazuia utulivu wa Roho Mtakatifu, hila inaondoa utulivu wa Roho Mtakatifu, hila inaondoa makazi ya Yesu. Moyo wako hautakuwa na makao ya hila, hautakuwa makao ya hila, hautakuwa makao ya hila, hautakuwa makao ya hila, wala watoto wako wala ndoa yao haitakuwa na makao ya hila, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu! hila toka! hila toka! hila toeka! hila toeka! kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, neema yako ikae pamoja nasi. Kwa maombi haya, sifa utukufu na heshima tunakurudishia katika jina la Yesu, amen. Sante sana Mungu awabariki. Amen.